Ni muhimili miongoni mwa muhimili ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Assalam ndugu zangu, katika imani pia swala hii atakapoisali mwanadamu kama tulivyosema kwa taratibu na kanuni zake na masharti yake Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa malipo yaliyokuwa makubwa kabisa, na moja kati ya malipo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa kwa wale waja wake wema ni kuweza kuipata pepo ambayo Allah ameiandaa kwa ajili ya waja wake. Lakini pia sala hii hawa, ni kwa upande wa wale ambao hawasali sala tano, lakini kuna watu wao wanasali sala tano lakini usaliji wao wa kuzembea, wanasali vile wanavyotaka wao wenyewe. Kipindi hicho wamesali, kipindi kile wameacha, ima muda huu wanatekeleza ibada, muda huu wengine hawatekelezi ibada, kadhalika hawa wanafanya makosa na Allah Subhanahu wa ta'ala akawakemea kwa kusema katika Suratu Lmaun, fawailun lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale wote wenye kusali. Aladhina hum an salatihim sahun, wale ambao juu ya sala zao wanapuuzia, wanasali lakini wanapuuzia, hawasali vile ambavyo inavyotakiwa. Kama ikiwa Allah amemtangazia ame, ame adhabu kali yule ambaye anasali lakini kusali kwake anasali kwa kuzembea, kusali kwake anasali kwa kupuuzia, itakuwaje yule ambaye hasali kabisa katika maisha yake, ameiacha ibada ya swala tano? Hakikatan makosa yake yatakuwa ni makosa makubwa kabisa. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa salam amefika sehemu akitamka wazi kwa kusema

kwa kuzembea kwa kujua wajibu wake masharti yake kanuni zake, yeye akazembea akaisali vile ambavyo anavyotaka yeye, ima akaiacha kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu anakuwa amekufuru. Lakini imekuja katika hadithi ya pili, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: al ahadu lladhi bainana wa bainahum ssala, ahadi iliyopo baina yetu sisi na wao ni swala faman tarakaha faqad kafar, atakeiacha hii sala mtu huyu anakuwa amekufuru. Kwa hiyo ndugu yangu, katika imani jitahidi usije ukaiacha ibada ya sala, kwa sababu kuacha kutekeleza ibada ya sala ni kuvunja nguzo miongoni mwa nguzo ya dini yetu tukufu ya Uislamu hii ibada ya sala lakini tumesema nguzo za Uislamu kama zitatekelezwa kwa kanuni na taratibu zake na masharti yake, itatuondolea mambo mengi ya ajabu. Miongoni mwa mambo ambayo yanatuondoshea katika kutekeleza hii ibada ya swala ni maovu na machafu. Allah subhanahu wataala anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala inakataza mambo machafu na mambo maovu. Kwa hiyo yoyote mwenye kutekeleza ibada ya swala, otomatiki ibada ya swala yenyewe itamzuia kwenye uovu, itamzuia kwenye kutekeleza mambo machafu yasiyofaa, yanayomuudhi na kumkasirisha Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu katika iman Ukijiona unatekeleza ibada ya sala lakini bado mambo machafu mabaya, bado unayatekeleza, iangalie ibada yako ya sala, kwa sababu sio utaratibu. Utaratibu ni mtu akitekeleza ibada vile ambavyo inavyotakiwa, moja kwa moja swala yake itaweza kumzuia na mambo mabaya na machafu. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo zetu tano za Uislamu, lakini nguzo ya tatu wa itai zaka, kutoa zaka. Ndugu zangu, katika katika imani azaka ni nguzo miongoni mwa nguzo tukufu za dini yetu ya Uislamu. Zaka moja ya malengo yake ni kuweza kuwaondolea watu umaskini, shida na dhiki mbalimbali zinazo wakabili, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo inajali masilahi ya mwanadamu, inajali masilahi ya kila mtu, ikaweka utaratibu wa azaka pale muda unapofikia. Lakini kwa masikitiko makubwa kabisa, watu wengi leo wenye uwezo hawatoi zaka mali zao, isipokuwa inapofika muda huwa wanatoa sadaka, wakiweka kiwango fulani cha pesa katika bahasha na kudai kwamba ni zaka. Zaka, ndugu yangu katika imani, ni mali ambayo ume itahesabiwa. Maana yake ukiwa na mali unapaswa waite wataalamu waeleze kwamba mimi na kiwango fulani cha mali cha pesa. Je, pesa hii ima mali hii, je, inafaa kutolewa zaka? Wao watakupa mchanganuo wa kuweza kutolea zaka mali yako hiyo. Na zaka mfano katika pesa ni zaka, si kiwango kikubwa, ni kiwango kidogo. Kwa mfano ukiwa na shilingi milioni moja katika milioni moja kiwango cha zaka unachoweza kukitoa hakizidi ni laki mbili na nusu, ambacho utaweza kukitoa. Maana yake takriban laki saba na nusu zinabakia ni pesa zako safi, hazina mashaka, ambazo unazitumia. Lakini wengi katika sisi hawatoi zaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wangekuwa wanatoa zaka leo, huu unyonge na hali duni za watu pengine zingekuwa zimeondoka katika maisha yao, kwa sababu ya kuondoshea dhiki na matatizo mbalimbali mbali, kwa kuweza kuwatolea zaka. Lakini nguzo inayofuatia wa hajjil baiti kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye yeye anao uwezo wa kuweza kutekeleza ibada hii ya haji. Ni ibada ambayo inahitajia mali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabila, ni wajibu juu ya watu kuweza kuikusudia Alkaaba kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kuweza kufika huko. Kwa hiyo kwa kila mwenye uwezo aliyejaliwa na Allah subhanahu wataala, ni wajibu wake kuweza kuitekeleza ibada hii ya, ya, ya, ya, ya, ya hija kwa sababu nayo ni nguzo miongoni mwa nguzo tukufu za zilizowekwa na Uislam. Kwa hiyo ufanya tathmini mwislam, una kiwango gani cha pesa? Je, uwezo unao ima hauna? Nenda katekeleze ibada hii ya hija, wewe ndugu yangu mwislamu. Kwa kufanya hivyo utakuwa unamridhisha una, una, una, una, una Allah subhanahu wataala lakini nguzo ya mwisho kabisa katika zile nguzo tano za Uislamu wa saumi Ramadhana na kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani pale ambapo unapoingia kama muda mchache Waislamu wengi walivyomaliza wa ibada hii tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hizi ndizo nguzo tano ambazo Uislamu umekuja kutuwekea hizi nguzo zinatakiwa zisimamishwe. Kwa kama ambavyo zimekuja katika hadithi hii ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameisimulia Abdurrahman, e, e, hadithi ambayo ameisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Huyu ni mtoto wa sahaba Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani saumu na wengi katika Uislamu waislamu wa Ramadhani hii imepita hawajatekeleza kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hawana dharura zozote za kisheria, bali wameamua kwa maksudi, kwa sababu vyakula wanavyo, kwa sababu uwezo wanao, wakaweza kujizuia na kuweza kuitekeleza ibada hii tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wataala ameifaradhisha ibada hii katika aya maarufu ambazo zimesomwa sana katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya ayuha ladhina amanu enye ambao mmeamini kutiba alaikum siam, imefaradhisha juu yenu funga. Kama kutiba ala ladhina min qablikum, kama ambavyo funga ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliopita kabla yenu. laalakum tattaqun, mkifunga nyinyi mtaweza kuwa wacha Mungu. Tutakapokuwa wacha Mungu, tutayaacha yale yote mabaya Tutakapokuwa wacha Mungu tutaacha dhulma, tutakapokuwa wacha Mungu tutaacha zinaa, tutakapokuwa wacha Mungu tutaacha kunywa pombe, tutakapokuwa wacha Mungu tutaacha yale yote ambayo Allah subhanahu wataala hayapendi. Yale yote ambayo Allah subhanahu wataala anayapenda tutaenda kuyafanya. Kwa hiyo hizi ni nguzo zimekuja, moja ya malengo na maksudi yake ni sisi kuweza kusimama katika msingi wa sawasawa. Tumeona Nguzo ya kwanza shahada. Muislamu akishikamana na tauhidi akim, akimtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ataachana na ushirikina, ataacha mambo ya ramli, ataacha kuabudia mizimu. Lakini kadhalika akitekeleza ibada ya swala Muislamu huyu ibada hii otomatikali itaenda kumkataza na mambo machafu na mabaya. Kwa hiyo tiba na dawa ya yale yote yanayotusumbua katika machafu yaliyoenea ya leo katika jamii ni watu kurudi katika hizi nguzo tano za Uislamu nguzo ambazo zimefundishwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa masikitiko makubwa, watu wengi tumeishia kuzisoma katika vitabu, lakini hatukuweza kuzifanyia kazi sawasawa sawa kama vile ambavyo inavyotakiwa. Tumezisoma na kuziacha, hatuzifanyii kazi, ila kwa uchache. Wengi tunaishia kwenye kusali, lakini sala zetu zenyewe zina changamoto nyingi. Lakini wengi tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wengi funga zetu zina shida na changamoto nyingi, lakini wengi tunakwenda kuhiji, lakini kadhalika hija zetu zina changamoto nyingi sana. Tukafanya ibada kwa zile taratibu ambazo sisi wenyewe ndio tunaona ziko sawasawa pengine sawa. Tukaacha maelekezo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa muda huu insha Allah, tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilayk.